Baraza la magavana sasa limetishia kuwasilisha majina ya maseneta wanaoitisha hongo katika vikao vya kamati ya Seneti ya uhasibu na kuhujumu utendakazi wa magavana. Mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi amemwandikia barua spika wa Seneti Amason Kingi kuandaa kikao cha dharura na magavana, la sivyo hawatafika mbele ya Seneti kujibu maswali. Stephen Leto ana taarifa hiyo kwa kina. Madai ya mlungula katika kamati inayowachunguza magavana sasa imegeuka kuwa makumbo, huku magavana wakitishia kutoa orodha ya maseneta wanaohusika nao. Maseneta wamewaonya magavana kuwa hawatatishwa na mtindo huo wa kukwepa uwajibikaji.

Uh, we wakizungumza katika kaunti ya Kilifi, magavana wameapa kuvalia njuga suala hilo, wakishikilia kuwa hawatafika mbele ya kamati hizo za seneti hadi madai yao yaangaziwe na spika Kingi.

Katika barua kwa spika Kingi, magavana wanadai kuwa maseneta katika kamati hiyo inayoongozwa na seneta wa Homa Bay Moses Kajwang' ifanyiwe mabadiliko. Wakati nitaitwa nitakwenda kule, na niko tayari kumwambia mtu moja kwa moja, wewe umechukua pesa na wache upuzi wako. Tuna ushahidi wa kutosha, na isiwe kwamba kuna mtu ambaye anafikiria atatutisha sisi. Sisi pia tumechaguliwa na wananchi na tunatenda kazi. Kati ya magavana waliotakiwa kufika mbele ya seneti leo ni Patrick Ole Ntutu wa Narok na gavana wa Kitui Julius Malombe ndiyo walifika. Honorable Speaker, the governor of Narok was before us today. He has come with very meticulous paperwork. You can follow annexures. He tells you this is where that annexure is. These are the photos. Some people come to that committee, they don't even know their own documents. Maseneta sasa wamewakashifu magavana kwa kutaka kuogelea katika ufisadi na ufujaji wa mali ya umma. Huku kamati ya uhasibu bungeni inayoongozwa na seneta wa Homa Bay Moses Kajwang' ikiwataka magavana wote kufika mbele ya kamati hiyo kujibu maswali kuhusu utepetevu katika kaunti zao, Stephen Leto, runinga ya Citizen, majengo ya bunge. Na tarifa...